Kwa majina anaitwa Goodluck Gadiel Mungure ni mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wa Kampilipili, lakini ni makamu mwenyekiti wa wachimbaji wadogo mkoa wa Songwe. Tuko hapa leo, ni takribani zaidi ya siku mia ni nne zimepita toka mgogoro huu wa eneo letu la Kampilipili pamoja na wa wawekezaji ambao wanadai walipewa leseni ofisi za madini. Leo hii ni siku maalum kwetu. Tumekuwa tukiangaika siku zote hizo kutafuta haki yetu ya Kampilipili. Tumeingia ofisi za kila aina kuwaeleza masikitiko yetu, lakini tunapata nyakati ngumu sana kusaidiwa kwa sababu ya mtu mmoja aliye juu anayejiita mwekezaji, na kuna taarifa za kuaminika kwamba mtu huyo ni mteule wa rais kwa ngazi ya juu ndani ya mkoa wa Songwe wenyewe. Leo hii tunafanya maombi maalum kwa ajili ya eneo letu, lakini pia tunafikisha ujumbe wetu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama, kwa upendo wako mkubwa unapokea malalamiko yetu na masikitiko yetu makubwa. Tunakuomba kwa umati uliopo hapa Kampilipili, maisha yao ni hapa tunafanya dua maalumu leo kwa kuiombea Kampilipili Mheshimiwa Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wewe ni mfariji mkuu unatambua mioyo ya Watanzania tunakuomba mama usikie kilio chetu uingilie kati mgogoro wetu na utatue kwa haki mgogoro wetu kwa majina naitwa Sevelin Kevin Kapinga jina maarufu naitwa mchungaji kuna watu wanajiita wawekezaji ambao ni wateule wa rais wanakuja kutuhujumu na kutudhulumu maeneo yetu na kutuambia tuondoke. Je, Mheshimiwa Rais, hawa watu wote wanakwenda wapi? Na ukutoba, kula yetu ni moja tu ambayo tunakwenda kuisaini kwa ajili ya Mheshimiwa Rais kwa, tukuombe Mheshimiwa Rais kwa lidaa yako pamoja na Mheshimiwa Mavunde kwa zile mwenye dhamana ya madini, tunaomba mtume tume ije ifanye research kwenye hiyo eneo ili mtambue kwamba hao maelfu ya watu wanaenda kuangamia kwa, kwa ajili ya mtu mmoja ambaye ni mteuli wa rais. Kwa sasa matumaini pekee yaliyobaki ni kwa rais wetu mpendwa mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu ukiwaona hawa wote hawa, ukisikia neno Kampilipili God family sio mke na mume, ni hao watu wote walioko hapa na baadhi wengine hawapo, ndio Kampilipili God family, anatokea muhuni mmoja aliyeteuliwa na mama amejificha nyuma ya, ya kampuni anasema hawa watu waondoke. Twende wapi? Tukafanye nini? Kwamba turudi tukaibe? Turudi tukafanye nini? Sisi ile eneo la kampilipili ni la kwetu. Nimefika hapa kampilipili, nimefika nakutana na migogoro. Kwa hivyo tunaomba Mama Samia Suluhu Hassan, sababu wewe ndio mhusika, ndio mgogoro. Alafu isitoshe hao watu ambao wako ofisini kwako wanadai sisi ni wavamizi wakati huo wanachukua pesa zetu tunazilia. Huu vamizi, kati ya sisi na wao ni nani vamizi? Naomba hilo uliangalie mama. Namuomba mama Samia, naomba anisikie. Naumia, naumia sana. Namuomba, namuomba mama nisikie. Mimi nakupigia magoti mama, naomba mama, mama naomba nisikie. Na leo watoto wengi mama kupitia na mimi ndo mkubwa kwetu, mama, ndio maana naungama napambania Kampilipili mama yangu, nisikie mama, nisikie uniajhei Kampilipili mama.